Katika tukio la kushangaza mwanamke kutoka Malawi inadaiwa aliharibu shamba lake lote la mahindi baada ya kugundua kwamba mumewe alikuwa na msaliti na mwanamke mwingine. Tukio hili lilijitokeza wakati mke alipotembelea shamba lake kwa ajili ya kuchuma mboga na kugundua mumewe akiwa kwenye hali ya aibu na mpenzi wake. Mume na mpenzi wake walikimbia kwa haraka baada ya kukamatwa wakimwacha mke peke yake shambani. Akiwa amebaki na mshangao pamoja na hasira. Inadaiwa mke alichukua fekeo na kuanza kukata mazao ya mahindi kwa hasira. Shahidi mmoja aliyezungumza kwa sharti la kutokutajwa jina alielezea vitendo vya mke kama vya kukasirishwa na visivyoweza kudhibitiwa. Alikuwa anakata mahindi kama vile alikuwa adui yake, tulijaribu kumzuia lakini hakutaka kusikiliza, alisema shahidi huyo. Wakati mke aliposimama, shamba lote lilikuwa limeharibiwa likiwa na alama ya mazao yaliyoharibika. Tukio hili limeleta majibu mchanganyiko katika jamii ya Dedza, baadhi wakimwelewa mke kwa msongo wa hisia, huku wengine wakionyesha wasiwasi kuhusu kupotea kwa mazao ya mahindi ambayo yanaweza kuwa chanzo muhimu cha chakula na kipato cha familia hiyo. Mamlaka za mitaa bado hazijatoa tamko kuhusu kama hatua ya kisheria itachukuliwa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.